Yes, moja kati ya habari kubwa sana katika upande wa michezo ni kuhusiana na fainali ya pili kati ya Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya tarehe ishirini na tano mwezi huu wa tano mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano Sasa uh, kipengele kilikuwa ni wapi mchezo huu unakwenda kufanyika. Ikumbukwe siku ya kesho tunasubiri kushuhudia kwa hamu uh, no, finali ya kwanza kabisa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu kwa maana ya CAF Confederation Cup ambapo Simba Sports Club watakuwa wageni mbele ya RS Berkane. Sasa baada ya mchezo huu tutakuja kushuhudia fainali ya pili, na kwa mujibu wa CAF waliweza kutoa maelezo ya kwamba Simba Sports Club inatakiwa icheze mchezo huo Zanzibar kutokana na uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa katika matengenezo, hali ambayo inafanya ishindwa kabisa kuhimili mashindano hayo makubwa kwa upande wa Afrika. Sasa Simba Sports Club wamekuwa uh, wakijaribu kutafuta namna ya kuishawishi shirikisho la soka barani Afrika CAF kuweza kuirudisha uh, mechi hiyo katika uwanja wa Benjamin William Mkapa na siku ya juzi kupitia katika official account yao ya Instagram waliweza kuposti poster ya mechi ya fainali ya pili ambayo walieleza kwamba itafanyika kule visiwani Zanzibar katika uwanja wa Aman Complex. Kwa hiyo mambo yakawa ni mengi kweli kweli kwa upande wa TFF, wakiwa wanasema kwamba maboresho yameshakamilika na kilichobakia ni vitu ambavyo haviwezi kabisa kuzuia kuendelea kwa michuano ya shirikisho katika wa uwanja huo na hiyo inawezekana ikawa ni moja kati ya tekniki za kudorotesha uh, ushindi wa Simba Sports Club kutoka hapa nchini Tanzania. Sasa good news ni kwamba muda mchache uliopita taarifa rasmi imetolewa na meneja wa uwanja wa Mkapa lakini pia kupitia Uh, peji za Simba Sports Club wameweza kuposti kwamba rasmi mchezo um, huo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika utachezwa katika uwanja wa Taifa wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na tayari shirikisho la soka barani Afrika CAF wameweza kukubali ombi la Simba na wamejaribu kuchunguza kwa umakini, wakagundua kwamba ni kweli uwanja huo umefanyiwa marekebisho hususan katika eneo la kuchezea kwa maana ya pitch, kwa sababu ilikuwa na usumbufu wa njia za kutoa maji katika uwanja huo, zilikuwa ni ndogo na zilikuwa haziwezi kufanya kazi kikamilifu, na ndio maana kupitia katika picha mjongeo ambayo iliwasilishwa kule CAF kati ilikuwa ni picha mjongeo ya mechi ya Almasri na Simba Sports Club ambayo ilionyesha uwanja huu ukiwa na maji mengi sana. Kwa hiyo kutokana na Simba Sports Club kuweza kuwasilisha a, video nyingine ambayo inaonyesha uboreshaji wa eneo la uchezaji ama pitch ya Benjamin William Mkapa, shirikisho hilo muda mchache uliopita, wameweza kutoa taarifa ya kwamba wanaruhusu sasa rasmi mechi hiyo kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Wana Wanasimba na Watanzania kwa ujumla wamefurahi kweli kweli baada ya taarifa hiyo, na nafikiri pengine ni moja ya kuelekea katika mafanikio makubwa sana ya klabu ya soka ya Simba, kwa sababu kama unafahamu kwamba wenyewe wanasema kwa Mkapa hatoki mtu, na pengine hii itasaidia uh, klabu hiyo kuweza kuondoka na ushindi mkubwa kuliko wakicheza kule Amani Complex. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii mpya kabisa ambayo shirikisho la soka barani Afrika wameitoa na Simba Sports Club?